Kuna kipindi katika historia ya dunia ambacho harufu ya bahari haikumaanisha uhuru, bali ni mateso. Bahari ya Atlantiki, leo hii tunayoiona iking'aa chini ya jua, iliwahi kuwa kaburi la mamilioni ya roho za Waafrika wenzetu. Ndiyo bahari iliyoshuhudia vilio vya watu waliotekwa, waliofanywa bidhaa na kuuzwa kama vitu visivyo na uhai. Simulizi hii inaanza takribani miaka mia sita iliyopita. Ulaya ilikuwa inaanza kipindi kipya cha upelelezi wa dunia na biashara. Wakati huo Wareno walikuwa wakisafiri kandokando ya pwani ya Afrika Magharibi wakitafuta dhahabu, pembe za ndovu na bidhaa za thamani, lakini walikuja kugundua kitu kingine chenye thamani kubwa zaidi: nguvu kazi ya binadamu. Mwanzoni walibadilisha na bidhaa kwa hiari. Kwa mfano, waliwaletea viongozi wa kiafrika bunduki, chupa za pombe, vito na nguo, wakipokea kwa malipo mateka wa kivita. Polepole biashara hiyo ilianza kubadilika. Vita vilichochewa makusudi kabisa. Makabila yalikuwa yakiishi kwa amani yakaanza kupigana kila mtu alitaka kupata bidhaa adimu za kizungu. Ndipo damu ikaanza kumwagika. Miji kadhaa ya Afrika Magharibi ikawa kama soko kubwa la mateso. Watu walitekwa usiku, familia zikabaki zikilia, watoto wakitenganishwa na wazazi wao. Walifungwa minyororo mikononi na miguuni na kupelekwa kwenye vituo vya biashara kama vile Elmina huko Ghana, Goree Island ya Senegal na Luanda ya Angola. Huko waliwekwa kwenye magereza ya giza na yenye unyevu unyevu, wakisubiri safari yao ya mwisho, safari ya bahari ya Atlantic. Safari hii iliitwa Middle Passage, yani njia ya kati, lakini kwa wengi ilikuwa safari ya mwisho kabisa ya maisha yao. Ndani ya meli za watumwa kulikuwa na giza, joto kali na harufu mbaya ya damu, mkojo na majasho. Walilazwa bega kwa bega, hawakuwa na nafasi ya kusogea. Wengine walikufa siku ya kwanza tu, wengine walijiua kwa kujitosa baharini, wakiamini roho zao zitarudi Afrika. Waliokuwa wagonjwa walitupwa baharini kama mizigo isiyo na thamani. Kila siku bahari ilimeza makumi ya watu, ikijaza samaki waliokula miili ya wanadamu. Mabaharia wa kizungu walikuwa wakicheka huku wakivuta tumbaku zao, bila huruma wala hofu ya Mungu. Waliobahatika kuishi walifika Amerika wakiwa vivuli vya watu waliokuwa walipofika. Waliuzwa sokoni kama ng'ombe, wengine waliuzwa Brazili, wengine Caribbean, Haiti, Jamaica, Barbados na wengine Marekani ya kusini na kaskazini. Walilazimishwa kulima miwa, tumbaku, kahawa na pamba. Wengine waliwekwa migodini, wengine kama watumishi majumbani. Jua la Caribbean lilipowachoma, walisikia kama dunia imewasahau lakini bado walikuwa wakiimba, walitumia nyimbo kuzungumza, kuomba na kujipa matumaini. Ndiyo maana mizizi ya muziki wa blues, gospel, rege na jazz inatokana na sauti za watumwa hawa waliolia mashambani. Wakati Afrika ikidhoofika, Ulaya ilitajirika. Sukari, Tumbaku na pamba vilivyopandwa na mikono ya watumwa viligeuka kwa dhahabu Ulaya. Benki zikajengwa, miji ikastawi na mapinduzi ya viwanda yakaanza. Liverpool, Bristol na Lisbon zikawa miji ya kifahari kutokana na damu ya Waafrika. Na mara ubaguzi wa rangi ukazaliwa kama njia ya kuwafanya watu waamini kuwa mwafrika ni duni kwamba alikuwa ameumbwa kutumikia tu. Lakini hadithi haikuishi hapo. Watumwa hawa walianza kupigana. Wengine walikimbia misituni na kuunda vijiji vyao vya siri, jamii za Maroons. Wengine walichoma mashamba wagapigana na mabwana zao. Mapinduzi makubwa zaidi yalitokea Haiti mwaka 1791 chini ya uongozi wa Toussaint Louverture walipigana hadi wakapata uhuru, na Haiti kawa taifa la kwanza la watu weusi huru duniani. Habari hiyo ilitetemesha Ulaya nzima. Wazungu wakaona kuwa watumwa wana akili, wana ujasiri na wana haki ya kuishi huru. Wakati huo huo, Ulaya kulianza vuguvugu vugu la kupinga utumwa. Watu kama William Wilberforce na Thomas Clarkson walipaza sauti, lakini nguvu kubwa zaidi ilikuja kutoka kwa wale waliokuwa watumwa wenyewe. Waliandika vitabu, walizungumza hadharani, waliwaonyesha dunia ukweli wa mateso yao. Miongoni mwao alikuwepo Olauda Equiano aliyewahi kuwa mtumwa na baadaye akawa mwanaharakati. Alielezea kila kitu: harufu ndani ya meli, vilio vya wanawake na mateso ya kupigwa. Vitabu vyake vilibadilisha mioyo ya wengi. Hatimaye mwaka 1807 Uingereza ilipiga marufuku biashara ya watumwa, lakini utumwa wenyewe uliendelea kwa miongo kadhaa kabla ya kufutwa kabisa. Wakati huu wa Afrika ilikuwa imepoteza zaidi ya watu milioni 15, wengi wao vijana na wenye nguvu. Uchumi wa bara ukawa umeharibika kabisa, jamii zikabaki dhaifu na vita vya ndani vikawa vimekita mizizi. Ndiyo maana hadi leo athari za biashara hii bado zinaishi, kama vile umaskini, migawanyiko na maumivu ya kihistoria. Kile watu wengi hawajui ni kwamba hata baada ya biashara hiyo kukomeshwa, meli nyingi zilikuwa bado zinafanya safari kwa siri. Zilikuwa zikipita usiku, zikitumia bandari ndogo zilizokuwa zijulikani. Wengine walisafirisha watumwa chini ya staha, wakidai mizigo yao ni bidhaa za kawaida tu. Pia wapo viongozi wa Kiafrika waliokuwa sehemu ya mfumo huo wengine waliuza mateka wa kivita, wengine walidanganywa wakidhani watumwa wanaenda kufanya kazi kwa muda mfupi na kurudi. Baadhi yao baadaye walijuta, lakini wakati huo hasara ilikuwa tayari imetokea. Bahari ya Atlantiki hadi leo inabeba siri za historia hiyo. Watafiti wamegundua zaidi ya meli elfu moja zilizozama, meli zilizokuwa zimejia watumwa wengine walifia ndani, wengine walitupwa majini. Bahari hiyo ikawa kaburi la siri lenye maiti zisizo na majina. Kwa baadhi ya jamii za pwani, bado wanaita Atlantiki bahari ya machozi. Lakini ndani ya giza hilo kuna nuru pia. Kutoka kwenye mateso hayo walizaliwa watu wapya, nguvu mpya ya Waafrika. Waliotawanyika duniani walijenga tamaduni dini muziki na harakati za ukombozi. Walijifunza kwamba hata ukifungwa minyororo roho haiwezi kufungwa. Leo kizazi cha Waafrika kilichotawanyika Amerika, Caribbean, Ulaya na Afrika chenyewe kimebeba kumbukumbu kumbu hiyo na kuibadilisha kwa utambulisho wa fahari, ubunifu na ustahimilivu. Biashara ya watumwa ya Atlantiki haikuwa tu biashara, bali ilikuwa jaribio la kufuta utu wa Mwafrika, lakini badala yake ilibua uthibitisho wa ajabu kwamba utu huo hauwezi kufutika. Kama Afrika ni ardhi ya damu na machozi, basi pia ardhi ya kusamehe, kusimama na kuumba upya dunia iliyojaribu kuangamizwa. Mimi naitwa Ananias Edgar.